Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, dominika ya kwanza ya majilio, mwaka A wa kanisa. Tutaongozwa na masomo: somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya pili ya kwanza hadi ya tano; somo la pili waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya 11 hadi ya 14; na injili ya Matayo sura ya 24 37 hadi 44. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunaanza rasmi mwaka mpya wa kiliturujia, mwaka A wa kanisa. Kalenda ya mwaka wa kiliturujia Kanisa Katoliki ina vipindi vitano, yaani kipindi cha majilio, kipindi cha Noeli, kipindi cha kawaida cha mwaka, kipindi cha kwaresma na kipindi cha Pasaka. Mwaka wa kiliturujia hufunguliwa na dominika ya kwanza ya majilio na hufungwa rasmi na sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Ndugu zangu, kabla hatujaanza kutafakari masomo ya dominika ya leo, ninapenda tupate muhtasari wa mambo msingi na ya muhimu kabisa katika kipindi hiki cha maajilio. Jambo la kwanza, pengine tunajiuliza maajilio ni nini? Neno maajilio limetokana na neno la Kiingereza advent kutoka neno la Kilatini adventus likimaanisha kuja au ujio. Maajilio ni ujio au maandalizi ya ziara rasmi ya mfalme katika mji fulani. Maandalizi ya ujio wa Mungu hapa duniani kupitia nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi cha kujiandaa kwa ufumbo la umulisho yani kuzaliwa Bwana, kujiandaa kwa Noeli, kujiandaa kwa Krismasi. Majilio ni kipindi cha majuma manne ambacho kimegawanywa kime sehemu kuu mbili, ambapo kuanzia dominika ya kwanza ya majilio mpaka tarehe 16 Disemba tunatafakari kwa kina juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kuanzia tarehe ya 17 mpaka tarehe 24 mwezi Disemba tutatafakari juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukio ambalo lilitokea zaidi ya miaka 2025 iliyopita. Pia ndugu zangu, maajilio ni safari ya kiroho inayotukumbusha tutafakari ujio wa Yesu katika maisha yetu kila siku. Yesu anakuja kwetu kwa njia mbalimbali, kwa njia ya sakramenti, neno lake, watumishi wake na kadhalika. Majilio, ndugu zangu, ni kipindi cha kuachana na kelele za dunia na kurudi katika yaliyo matakatifu. Ni kipindi cha kusali, ni kipindi cha kufanya toba, ni kipindi cha kutoa sadaka na kufanya matendo mema ya kiroho na ya kimwili, ili kujiandaa vyema kumpokea Yesu atakapozaliwa azaliwe katika mioyo yetu. Jambo la pili, ndugu zangu, ningependa tujifunze au tujikumbushe mambo mawili muhimu ya kiliturujia ya kuzingatia katika kipindi hiki cha majilio. Jambo la kwanza ni kuhusu rangi ya kiliturujia. Rangi inayotumika katika kipindi hiki cha majilio ni urujuani au zambarau, inayoashiria toba. Ndugu zangu, tunaalikwa kipindi hiki cha majilio tufanye toba, safishe mioyo yetu, tumwandalie Yesu pango katika mioyo yetu, azaliwe katika mioyo yetu. Pia rangi hii ya zambarau ni rangi ya kifalme e, kuashiria kwamba tunayemgojea si mtu wa kawaida, ni mfalme wa mbingu na dunia. Jambo la pili ni kuhusu desturi ya kuweka taji la kijani lenye mishumaa minne altareni. Hii ni desturi ya Mama Kanisa Katoliki katika kipindi hiki kuweka taji la kijani lenye umbo la mviringo au duara, na ndani yake tunaweka mishumaa minne. Maana yake ni nini? Hili taji ni la rangi ya kijani, kuashiria matumaini. Ni la duara, kuashiria upendo wa Mungu kwetu ambao ni mkamilifu, haujagawanyika, na kwamba Mungu hana ubaguzi wala mipaka, kama taji hilo lilivyo la duara. Na hii mishumaa minne ambayo tunaiweka ndani ya taji hili la kijani huashiria majuma manne ya kipindi hiki cha majilio. Kipindi hiki kinaundwa na majuma manne, lakini pia mishumaa hii minne huashiria miaka elfu nne yani, kila mshumaa unawakilisha miaka elfu moja ambayo ni kipindi tulichomsubiria Masiha, Bwana wetu Yesu Kristo tangu kipindi kile Adamu wa kwanza alipotenda kosa kule bustanini Eden akaleta dhambi duniani akaleta mauti duniani mpaka kuja kwake Adamu wa pili, yaani Bwana wetu Yesu Kristo kuja kufuta lile kosa la Adamu wa kwanza na kutuletea ukombozi. Kipindi hicho kilikuwa ni takribani miaka elfu nne, na nay mishumaa minne basi inaashiria miaka hiyo elfu nne kila mshumaa mmoja miaka elfu moja zaidi ya hayo. Ndugu zangu, mishumaa hii minne inabeba majina ya watu wanne ambao wana nafasi ya kipekee katika historia ya ujio wa bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani, na tunaalikwa tuwaige maisha yao ambayo yalikuwa ni maisha matakatifu hapa duniani. Mshumaa wa kwanza huitwa mshumaa wa, mshumaa wa nabii Isaya. Huu ni mshumaa wa matumaini. Nabii Isaya anawapa watu matumaini, wana wa Israeli juu ya ujio wa Masiha. Mshumaa wa pili ni mshumaa wa Yohane Mbatizaji, tunatambua nafasi yake kubwa ya kumwandalia Bwana njia. Mshumaa wa tatu unaitwa mshumaa wa Mtakatifu Yosefu, baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na mshumaa wa nne unaitwa mshumaa wa Bikira Maria, mama wa Mungu. Ndugu zangu, mshumaa wa dominika ya kwanza mshumaa tunaowasha dominika ya pili na mshumaa tunaowasha dominika ya nne, yote hii mitatu ni ya rangi ya zambarau kuashiria sala, toba, sadaka na tafakari ya kiroho. Lakini kuna mshumaa mmoja, mshumaa tunaowasha dominika ya tatu, ni wa rangi ya pinki kuashiria furaha. Ndio maana dominika ya tatu ya majilio tunaita ni dominika ya furaha, Letare Sande. Ndugu zangu katika Kristo, baada ya utangulizi huo, nawaalika sasa tutafakari kwa pamoja masomo ya dominika ya kwanza ya majilio, ambapo yanatualika tukeshe, tujiweke tayari kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa atakuja siku na saa tusiyoijua. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya pili, ya kwanza hadi ya tano, Nabii Isaya anatabiri juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Isaya alitoa unabii wake katika kipindi ambacho taifa la Israeli lilikuwa katika hali ngumu sana. Israeli walikuwa wamezungukwa na maadui zao wenye nguvu, kulikuwa na hofu ya vita muda wowote, vitisho vingi, kuporomoka kwa maadili, hali ya kisiasa haikuwa nzuri. Katika mazingira hayo basi, nabii Isaya anatabiri juu ya ujio wa Masiya ambaye ataondoa hofu, ataondoa wasiwasi na kuleta amani ya kweli. Mji wa Yerusalemu utainuliwa na kuwa kitovu cha dini na ukombozi. Watu watauendea makundi makundi. Nabii Isaya anatueleza, na itakuwa ni mwisho wa vita. Watu watabadili silaha za vita kama panga na mikuki kuwa silaha za kuzalishia, kuwa silaha za kufanyia kazi kama majembe na miundu. Hivyo nabii Isaya anawapa waisraeli matumaini mapya, anawaambia wasikate tamaa, wadumu wa keshe katika kumgojea masiha na huyu masiha ambaye alitabiriwa na nabii Isaya si mwingine ndugu zangu, ila ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika somo la injili injili ya Mathayo sura 24 aya 37 hadi 44, Yesu akiwa katika mlima wa Mizeituni anawaeleza wanafunzi wake juu ya ujio wake wa pili atakapokuja kuhukumu ulimwengu. Anaufananisha ujio wake na ilivyokuwa siku za Nuhu ambapo watu walikuwa wakiendelea na maisha ya kawaida kila siku, wanaoa na kuolewa, wanapanda na kuvuna, lakini ghafla garika ikaja kuwaangamiza. Hawakumsikiliza Nuhu kwa sababu wa kujiandaa, ghafla garika ikawa ni ghafla kwao. Mwishoni Yesu anatualika tukeshe, tujiweke tayari kwa kuwa hata uji wake wa pili utakuwa kama garika ilivyokuja kipindi cha Nuhu, tukeshe tujiweke tayari daima kwa kuwa hatujui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Takatifu Paulo katika somo la pili waraka wake kwa Warumi sura ya kumi na tatu, ya kumi na moja hadi ya kumi na nne anatualika tuamke kutoka usingizini tunapomgojea Bwana, tuachane na mambo ya giza kama ulevi, ulafi, fisadi, uasherati, tamaa mbaya, ugomvi na wivu. Tubadilike, tuache dhambi, tuepuke dhambi. Dhambi inaua, dhambi inaleta umauti Tuvae silaha za mwanga, tumvae Kristo Yesu. Ndugu zangu katika Kristo, ninapenda tujifunze na tujikumbushe mambo yafuatayo kutokana na masomo yetu ya leo. Jambo la kwanza, maajilio ni kujiandaa. Tusiache kujiandaa, tusipuuze kujiandaa. Injili ya leo imetualika tujiandae vyema kwa ajili ya ujio wa bwana wetu Yesu Kristo. Tusipuuze wito huu. Wakati wa Nuhu watu walipuuza wito wa kujiandaa, lakini mwishoni wakaangamia. Tumeambiwa hatujui siku wala saa atakayokuja Yesu. Cha muhimu ni kuwa tayari, iliyo siku na saa isiwe ghafla kwetu. Tujaribu tu kuwaza siku ambayo rais anatembelea mahali fulani, maandalizi yalivyo mazito, namna tunavyojiandaa na hata mazingira kubadilishwa sasa, je, si zaidi sana kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya Yesu ambaye ni mfalme wa milele? Tujiulize pia kila mmoja kwa nafsi yake, Yesu akija kwako sasa hivi akakuambia mwanangu na kuita njoo kwangu, rudi kwangu, utamkaribisha na kumwambia kuwa upo tayari? Tujitafakari. Jambo la pili, tunajiandaaje kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo ya leo yametupa namna ya kujiandaa. Kwanza nabii Isaya ametuambia tujiandae kwa kupanda juu mlimani kwa Bwana. Mlimani ni mahali pa kukutana na Mungu, ni mahali pa sala. Kumbe majilio, ndugu zangu, ni kipindi cha kupanda mlimani usiku na mchana. Tutakapoamua kupanda mlimani kama Musa, Elisha na hata Bwana wetu Yesu Kristo walivyofanya walivyo ili kukutana na Mungu ili kusali, hatutakuwa na vita tena, tutakuwa na amani. Silaha za kivita zitabadilishwa kuwa vifaa vya kufanyia kazi na kuzalisha. Tutakuwa na amani ya kweli na mafanikio katika familia zetu, ndoa, biashara, elimu, mipango yetu. Tupande mlimani, tusali. Ni muda sasa wa sisi kupanda mlimani, ni muda wa kusali, ni muda wa kuzungumza na Yesu. Pili, tunajiandaje? Yesu ametuambia tunaposubiri ujio wake tujiandae kwa kukesha. Tukeshe katika sala, tukeshe katika sakramenti, hasa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na kitubio, tukeshe kwa kulisoma na kulitafakari neno la Mungu, tukeshe katika kutenda matendo mema ya kiroho na kimwili, tukeshe katika kutenda haki na kuishi maisha ya upendo kwa Mungu na kwa watu. Huko ndiko kukesha ili Bwana ajapo atukute tuko tayari. Tatu, Mtakatifu Paulo pia anatueleza tunaposubiria ujio wa pili wa bwana wetu Yesu Kristo tujiandae vipi? Mtakatifu Paulo ametuambia tujiandae kwa kuamka kutoka usingizini, tutupilie mbali mambo ya giza kama vile tamaa mbaya, ulevi, ulafi, uasherati, wivu na ugomvi. Tujitwalie silaha za mwanga, tuwe watu wa nuru kwa kumvaa Kristo Yesu katika maisha yetu. Je, yeah, maisha yangu na yako yanamfanana na Kristo? Namtangaza Kristo mfalme au namtangaza shetani kupitia maisha yako ya kila siku? Nipo gizani kwa maana ya kwamba naongozwa na shetani au nipo katika mwanga kwa maana naongozwa na Yesu? Ni muda wa sisi kujitafakari ndugu zangu, hasa katika kipindi hiki cha majilio tunapongojea ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, Noeli. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunapoanza kipindi hiki cha majilio, tuombe basi neema ya Mungu ili tutambue kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusafishe mioyo yetu, iwe safi kwa sakramenti ya Ketubio. Tumwandalie Yesu mioyo yetu, ili atakapozaliwa azaliwe katika mioyo yetu iliyo safi. Tukeshe kwa kuwa hatujui siku wala saa Atakayokuja mwana wa Adamu. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Livini Matumaini, Shemasi wa Jimbo Katoliki Moshi.